Uh, Stephanie Kaaya uh, yeye ni, ni, ni, ni afisa viwango mwandamizi uh, tunazungumzia TBS. Tunaamini tuna ya kwamba Stephanie uh, panapokuwa na na na uongezaji wa thamani wa kitu chochote, hasa tunapogusa katika upande wa chakula, mara nyingi wa Tanzania wanakuwa wanashtuka, tuna ule utomaso fulani mm -mm, mimi siamini, labda wanataka tusizae watoto wengi. Unakumbuka chanjo mbalimbali mbali ambazo zimekuja zimeleta zime, zime maswali mengi sana katika kitengo chako unatuhakikishiaje kwamba hivi virutubishi lishe ni, ni, ni salama na havina madhara ya aina yoyote? hmm. Asante sana kwa swali zuri. Uh, nadhani nimeshajitambulisha mimi, naitwa Stephanie Kaaya, natokea shirika la viwango Tanzania na katika huu mchakato au ili zoezi la kuongeza virutubishi kwenye vyakula Uh, TBS tume kupitia sheria yetu ya viwango tumepewa dhamana ya kusimamia masuala ya usalama wa chakula ambao tunakuwa tunatekelezaji kusimamia masuala ya usalama wa chakula. Uh, TBS ukiangalia sisi ni shirika ambalo liko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, ambao tunasimamia pia masuala ya uzalishaji katika nyanja zote za uchumi wa nchi. Mm-hmm. Ukiachana tu na uzalishaji wa chakula, lakini pia tunasimamia pia uzalishaji wa bidhaa tofauti tofauti ambazo ziko kwenye sekta mbalimbali za, za uchumi wa nchi. Kwa hiyo kwenye upande wa kusimamia masuala ya usalama wa chakula, tunakuwa tunatekeleza uh, usimamiaji kwa kupitia mifumo mbalimbali mbali, ikiwemo kwamba tunakuwa na tuna ile dhamana ya uandaji wa viwango, mm -hmm. ambao viwango inakuwa ni yale matakwa au vigezo vya ubora na usalama ambavyo vinapaswa kuzingatiwa na mzalishaji yoyote ambao anataka kuzalisha bidhaa yoyote mm -hmm. Kwa hiyo tukiangalia kwenye swala la uongezaji wa virutubishi kwenye chakula, kama mwenzangu alivyotangulia kusema, hii sheria inasimamia kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama na ubora wa ile bidhaa ambayo inaongezwa virutubishi pamoja na kuwepo na, na ubora wa vile virutubishi ambavyo vinaongezwa kwenye vyakula mm -hmm. Kwa hiyo sheria yetu inasimamia uh, vyakula vya aina nne hiyo ina sheria yenyewe inaitwa uongezaji wa virutubishi kwenye, kanuni ya uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula inasimamia uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula vya aina nne kama alivyosema, kuna unga wa ngano, unga wa mahindi, chumvi na mafuta ya kula mm. Na tu, tuna viwango ambavyo tumesha viandaa kwa kutumia watafiti wetu, wataalamu wetu ambao wameshatuonyesha kwamba kwa kuongeza kwa kiasi fulani haitaleta madhara lakini pia itaweza kutosheleza ule upungufu ambao unaweza ukawa unatokea, uh, kwenye vyakula mm. Kwa hiyo kwenye hivyo viwango tumeainisha kabisa kwamba yani, kwenye mafuta ya kula unapaswa kuongeza vitamin A. Kwa hiyo wazalishaji wote ambao wanajihusisha kwenye kuzalisha vyakula m, mafuta yaliyosafishwa na kufungasha wanapaswa kuongeza vita, vitamin A na lengo ni kwa ajili ya kuboresha afya, kama mwenzangu wa Wizara ya Afya alivyotangulia kusema kwamba tunatokana na instances ambazo kuna upungufu wa vitu kama vitamin A, ambayo tunajua tukishakuwa na upungufu wa vitamin A inaepelekea kwenye ma, ma, maradhi na madhara ya kutokuona mm -hmm. Ya kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na jamii ya mia, kesho ambayo inakuwa inaweza kuepukana na haya madhara maana sasa hivi tunaona kwenye jamii tuna vijana wadogo wanatumia miwani mm. Vijana wadogo wa form one wanatumia miwani, kitu ambacho inaashiria kwamba hii changamoto bado ipo mm -hmm. Lakini pia kwenye, kama alivyoelezea, tuna viwango hivi vya vyakula vya unga ambazo zimeongeza vitubishi, unga wa mahindi na unga wa, wa, wa ngano. Lakini kwenye hii sheria ambayo ni ya, ya sasa ambayo imekuwa enacted mwaka jana ina, ina, ina, ina, ina, ni wazalishaji wote mm -hmm. Ukishazalisha ukafungasha lazima uwe unakidhi una matakwa ya hicho kiwango, okay. Kwa hiyo kwenye unga tunaongeza kama hivyo madini chuma kwa ajili ya kusaidia kuepuka masuala ya upungufu wa damu sana sana kwa wale wa kina mama ambao wako katika umri wa uzazi, lakini pia tunaongeza zinki. Tunaona umuhimu wa zinki, zinki ina umuhimu sana katika reproduction, sana, sana kwa wanaume mm. Uwezesha, uh, wanaume kuwezesha wanaume aweze ku, kuwa very active kipindi chake cha uzazi mm -hmm. lakini pia kinga ya mwili Zinc pila ina, ina play role kubwa sana kwenye kuimarisha kinga ya mwili, lakini pia tunaongeza hizo vitamin B ambayo tunaona kuna moja inaitwa folic acid, ambayo folic acid kitaalam hata wale wamama ambao wanaendaga clinic ile first trimester watakutana na manesi pale, wataambia kwamba lazima utumie vidonge vya folic acid, maana wanajua umuhimu wa folic acid ni katika zile siku za mwanzo za utungwaji mimba mm-hmm. Inasaidia sana katika Ku, ku brain formation katika kufunga ule uti wa mgongo wa mtoto, na changamoto inatokea pale akikosa hiyo window ya kutumia hiyo folic acid, akikosa kutumia kwa, kwa kiasi kinachotakiwa ndio. mm -hmm. Tunaona kwamba tunapata watoto kwenye jamii ambao wana wanapata changamoto wanazaliwa, wanakuwa wana disability unakuta okay. mgongo wa ule uti wa mgongo haujafunga. mm -hmm. au wengine wanakuwa na vichwa vikubwa vile ambavyo vinajaa maji hiyo ni kwa ajili kulikuwa na malformation mwanzoni kwa ajili ya upungufu wa vitu kama hizo vitamin B ambayo ni hiyo folic acid. Kwa hiyo mm, tumeona tu, tu kwamba kuna umuhimu sana wa kuongeza kwenye unga, unga wa ngano na unga wa mahindi, lakini pia chumvi. Chumvi, uongezaji wa, wa, wa madini joto kwenye chumvi umeanza miaka tisini, zamani sana, maana tuliona kwamba tulikuwa tuna changamoto ya watu wengi sana kwenye jamii kupata ule uvimbe shingoni, ile goita. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni mkakati ambao umeshaanza kuanzia miaka tisini na mpaka sasa hivi tunaendelea nao, maana tunajua bado kwenye jamii kuna kuna baadhi ya wachache ambao bado wana changamoto ya wa kupata goita. Kwa hiyo hiyo ni, ni mkakati ambao tunaendelea nao. Kwa hiyo kwenye chumvi tunaongeza madini joto, na tuna hakikisha kwamba mzalishaji yote ambaye anazalisha chumvi lazima ongeze majoto kwa kiasi kinachotakiwa kutokana na, na matakwa ya viwango. mm -hmm. Na tuna ongeza vitamin A kwenye mafuta nishasema. Kwa hiyo ni jinsi gani tunakuwa tunahakikisha kwamba kinaongezwa kwa kiasi kinachotakiwa. Pale TBS tuna mifumo yetu ya upimaji tuna maabara zetu ambazo zina umahiri kwenye masuala ya upimaji wa vyakula. Kwa hiyo, tuna kuwa, tuna kwa hiyo tunakuwa tunahakikisha kwamba tunazungukia tuna viwanda tunakagua na tunachukua sampuli tunapima, na tunahakikisha kwamba kile kilichoongezwa kinaongezwa katika muktadha wa viwango na kinakuwa kinaongezwa katika kiasi kinachotakiwa kisizidi, maana tunajua pia ya madini ya kizidi yanaweza kawa na madhara yake. Okay. Lakini pia isipungue ili tuweze kutimiza lile lengo la kuboresha afya ya jamii, sana, sana katika yale makundi ambayo tunajua yana uhitaji kwa wingi Stephanie. mm -hmm. yeah. uh, uh, tunafahamu tuna, tuna, tuna, tuna kwamba hivi virutubishi ni vinaongezwa na kama unavyosema kwamba vinaongezwa kuanzia kiwandani. Ndiyo. Labda uh, mwenye mwenye jukumu la kuweza kuongeza hivi virutubishi ni mmiliki wa kiwanda au ni nyie TBS? Okay. Mwenye jukumu ni yule mmiliki wa, wa kiwanda, yani tunakuwa tunashirikiana tuna na na wadau mm. wa maendeleo kuwaelewesha ni namna gani, maana tulisema huko nyuma kulikuwa na changamoto ya teknolojia mm -hmm. Lakini ile teknolojia ambayo ina, inawezesha sasa kuongeza kwa kiasi kinachotakiwa kwenye chakula sasa hivi ipo mm. Na hiyo teknolojia tunashirikiana na Wizara ya Afya, Wizara ya Viwanda, kuna wale wadau wa maendeleo kwa ajili ambao ndio wametuwezesha hata katika uandaji wa hiyo teknolojia mm -hmm. kuwazungukia Uh, nadhani kuna mwenzetu hapo ambaye yeah, amebobea kwenye masuala ya teknolojia ataelezea zaidi, kuwazungukia kuwafungia hizo mashine na kuwaonyesha jinsi gani ya kuset na, kuweza na na namna gani wanatakiwa kuongeza hivyo virutubishi, inakuwa ni uongezaji ni, wa virutubishi inakuwa ni katika ule mnyororo wa uzalishaji, yani pale unapoweka mahindi yako mm. unapotaka kusaga, kunakuwa na sehemu tu ambayo vile virutubishi vinakuwa vinaongezewa, kwa hiyo unavyosaga unga wako na hapo hapo ile vitubishi vinakuwa vinaongezwa kwa kiasi kinachotakiwa, inaenda na mix pamoja, unaenda unafungasha mm -hmm. ni teknolojia ambayo ni rahisi, lakini nadhani mwenzangu ataelezea. Okay, na kwe, kwenye hizi bidhaa nne ambazo mmezichagua, unga ngano, unga mahindi, mafuta pamoja na, na, na chumvi, labda mna na mpango wa kuongeza bidhaa nyingine ta katika ku, ku, kuongeza virutubishi? Sawa kabisa, a, a, kwa sasa hivi tumesema hizo ni, ni, ni vyakula ambavyo kwanza katika uongezaji wa virutubishi ni mkakati ambao una principle zake. mm. na sisi wenyewe ni nchi wanachama wa shirika la afya duniani. yes. na kutokana na, na principles ambazo zimewekwa na shirika la afya duniani inatu inatuelekeza kwamba ni ili uweze kuboresha afya ya jamii, lazima kama unafanya fortification, kwanza uidentify vile vyakula ambavyo vinatumika kwa wingi kwenye jamii. Kwa hiyo sisi tumelazimu hivyo vyakula vinne, maana tumeidentify, ni vyakula ambavyo kila mtu anatumia chumvi mm, mafuta atapikia, unga ngano unakula kwenye chapati, mandazi na vyakula vingi mm. na na sisi staple food yetu, yani kila chakula ambacho tunakula kila siku kwa wingi na kinapatikana kwa wingi ni mahindi mm. Utakuta mtu anampikia mtoto uji kwa kutumia unga mahindi, anasonga ugali. Kwa hiyo tumia identify hivyo, tukaweka kwenye sheria maana tumeona ni vyakula vyetu ambavyo vi vitagusa jamii kwa kwa kwa kwa sana au kwa wingi. Mm. Lakini uongezaji wa virutubishi ni mkakati ambao unalenga kuboresha afya. Mm. Na kuna vyakula vingine ambavyo sio vya lazima lakini kuna viwanda ambavyo wanaongeza virutubishi kwenye vyakula hivyo. Mfano kama kwenye maziwa, kwenye yogurt. Yogurt kuna unaweza kaongeza vitamini na madini vya aina nyingine kwa lengo la kuboresha ile yogurt. Tunajua kwenye maziwa tunapata kama calcium na vitamin D, kwa hiyo saa nyingine ili kuongezea kile ambacho kinapu, kinapu, kinapotea wakati ya uzalishaji unaweza ukarudisha hizo vitamini, lakini pia kuna mchele. Mchele pia ni, ni, ni aina ya nafaka ambayo pia unaweza ukaongeza urutubishaji wa vitamini na madini yale yale ambayo yanafanana na kwenye unga, okay. Ni teknolojia ambayo inafanana lakini hatujalazimisha iwe sheria kwenye mm. mchele. Kwa hiyo kuna vyakula vingi tu una, ambao unaweza ukaongeza virutubishi na tunaweza kama ni mtu ambaye unaenda unanunua chakula ukasoma lebo, unaweza ukakutana na vyakula vingine ambayo imekwambia kabisa hiki kimeongezwa virutubishi au ukienda kusoma Blueband, Blueband imeandikwa enriched with vitamin a d mm. na e. Kwa hiyo ni vyakula viko vingi sana mtaani na sio kitu ambacho ni kipya uongezaji wa virutubishi uh, ni, ni kitu ambacho kimekuwa kikitekelezwa kwa miaka mingi, na lengo ni kuboresha tu afya ya kile chakula ambacho kinafanyiwa usindikaji. Na umenijibu swali ambalo nilikuwa nataka niji niulize kwamba uh, kwa sisi ambao tuna, tunaenda sasa supermarket okay au madukani, hmm, kwamba uh, mtajuaje hii imeongezwa virutubishi hmm, na tofauti na kile ambacho nakwenda kuchukua kwenye duka la Mchaga pale ambaye uh, kanunua kwa mkulima direct akaenda mashine akasaga mm, na akaja kapeki mwenyewe. Ni kweli kabisa. Sasa hata kwenye sherehe yetu kuna eneo ambayo tumeainisha kwamba utatambuaje au ni nikit, kitu gani kita, kitamwezesha mwananchi kujua kwamba hiki chakula kimeboreshwa na kimeongezwa vitamini na madini tuna logo. Kuna logo ambayo ina, imeandikwa Ch chakula kimeongezwa kirutubishi mm. kwa ajili ya afya bora kwa ya, na ni logo ambayo ina rangi ya kijani na njano okay, na mtu ambaye yuko kama anashangilia kwamba amepata kitu ambacho ni bora. Kwa hiyo mm. kuna logo ambayo inatambulisha kwamba hiki chakula kimeongezwa virutubishi ni kwa ajili, tuko kwenye redio tuwezi kuirusha mm, lakini kuna hiyo logo ambayo inamsaidia mtu sokoni akaweza kusoma na akajua kabisa hiki kimeongezwa virutubishi. Mm-hmm. Yeah. Ah, okay, sawa so. na na na na so swali la mwisho la, labda kabla sijaenda la, la, la, la, upande wa pili uh, ni kwamba nani hapaswi kutumia hivi vyakula ambavyo vimeongezwa virutubishi mm, sawa. Tumesema kuongeza virutubishi kwenye vyakula ni kuongeza vitamini na madini kwa ajili ya kuboresha afya, kwa hiyo yani matumizi ni kwa ajili ya jamii nzima. Mm-hmm kwa hiyo sawa, saa nyingine kuna wale ambao wanaohitaji zaidi, lakini kila mtu anapaswa kuongeza kutumia chakula ambacho kimeongezwa vitamini na madini kwa ajili ya kuboresha afya yake. mm -hmm. Kwa hiyo huu ni mkakati wa, wa public health, yaani ni lengo la kugusa jamii nzima kwa kwa haraka. mm -hmm. yeah. Mimi na, na, na, na shamba langu pale andeni nyumbani pale na lima mahindi, siwezi kupata virutubishi baada ya kuvuna, nikaenda kuchanganya mwenyewe eh, hiyo ina, inawezekana lakini inabidi pia upitie katika vyombo vyenye mamlaka zaidi ili, ili lengo ni kuweza kuelewesha wewe kwamba una, unachanganya kwa ajili, yani isizidi siekakuletea ya na wewe madhara mm, kama unatumia kwa ajili ya matumizi yako binafsi mm. Ya, bwana, shukrani sana Steve, tutarudi kwako tena lakini twende kwa mtaalamu hapa. Vijana najua kitu ambacho amekariri ni kuongeza zinki nyingi, uh, kwa ajili ya mambo yao ya ovyo. Anyways, Msiongeze um, zinki nyingi, dokta atakuja kutambia, labda ikizidi sana inaweza kaleta madhara.